Nikukaribishe tena ndugu, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Bado tupo na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, na muda huu tunakusogezea stori ya kusisimua ya Tundu Antipas Lissu kabla hajawa mwenyekiti na baada ya kuwa mwenyekiti, huku akijikuta rumande muda mchache tu baada ya yeye kuwa kiongozi mkuu kabisa wa chama chama kikuu cha upinzani nchini Chadema Zipo stori nyingi sana nzuri, zenye huzuni na hata zenye kusisimua kumhusu Tundu Antipas Lissu, lakini leo acha tuangazie hii moja ya kusisimua. I hope utaipenda. Ni kama miezi mitatu hivi imepita tangu Tundu Antipas Lissu apewe kijiti cha kuendelea kukiongoza chama cha Chadema, ambapo kwa sasa amejipata rumande kwa makosa mawili, likiwamo kosa la uhaini ambalo halina dhamana, na hivyo kumfanya aendelee kusota rumande. Tundu Lissu anasifika kuwa ni mtu mbishi sana na mwenye misimamo mikali, akiwa ni mtu asiyepindishwa kwenye kile anachokiamini. Bila kupoteza wakati, sasa tuwemo katika kuitazama stori hii yenye kusisimua ya Tundu Antipas Lissu kabla hajawa mwenyekiti wa chama na kukamatwa. Leo nataka umfahamu Simba Tundu Lissu, historia yake. Stori hii imeandaliwa siku ya Jumatatu Agosti 26 mwaka wa 2024. Muhutasari. Simba Tundu Lissu amepewa jina hilo kwa sababu ya umachachari wake na ukorofi, akifananishwa na mwanasiasa Tundu Lissu wa Chadema. Tumeshazoea wanyama kama mbwa, paka, simba, faru na wengine kupewa majina ya watu maarufu kwenye jamii zetu, lakini mwishoni mwa wiki iliyopita simba aliyepewa jina la Tundu Lissu ndilo lilotamba kwenye mitandao ya kijamii simba huyo amejizolea umaarufu ndani ya saa kadhaa baada ya kupewa jina hilo na rais samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania katika kilele cha tamasha la kizimkazi lilofanyika unguja visiwani zanzibar lilobeba kauli mbiu isemayo kizimkazi imeitika simba tundu lissu saba Alizaliwa Januari Mosi mwaka wa 2018 Dar es Salaam Zoo, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, eneo la Mwasonga katika wilaya ya Kigamboni. Simba huyu ana asili ya hifadhi mchanganyiko za mapori ya akiba ya Grumeti na Ikorongo yanayopatikana katika mfumo wa ekolojia ya Serengeti kaskazini mwa Tanzania, ambako ndiko wazazi wake walitokea kabla hajahamishiwa Dar es Salaam Zoo. Hivyo simba Tundu Lissu unaweza kumwita Bon Town. Mara nyingi hujulikana kwa utulivu wake na anaonekana kufurahia uwepo wa watu wanaomzunguka. Hata hivyo, kama ilivyo kwa wanyamapori Tundu Lissu anasilika ya kujihami na kwa nadra anaweza kuwa mkali pale anapohisi maisha yake yako hatarini. Tabia hizi zinamfanya kuwa simba wa kuvutia na anayehitaji kuzingatiwa kwa makini katika mazingira yake. Kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA, inaonyesha baba yake alizaliwa na kuishi kwenye pori la akiba la Gurumeti karibu na hifadhi ya taifa ya Serengeti huku mama yake akiwa na asili ya maeneo ya ushoroba wa Tarangire, Manyara na alifahamika baadaye kwa kuishi eneo lililohifadhiwa la Makuyuni, Makuyuni Wildlife Park. Sababu kuitwa Tundu Lissu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametaja sababu za kumpa simba jina la makamu mwenyekiti wa Chadema bara Tundu Antipasilisu kuwa ni kutokana na umachachari na ukorofi wa mwanasiasa huyo. Nataka niseme, jana Jumamosi mosi Kulikuwa kuna vijiklipu vinarushwa, kulikuwa kuna simba machachari pale, mkorofi kidogo. Nikauliza, huyu simba mmempa jina? Nikaambiwa bado. Nikawaambia muiteni Tundu Lissu, kwa sababu alikuwa hatulii kama alivyo mwanangu Tundu Lissu, amesema Rais Samia. Tundu Lissu mwenyewe amefunguka Wakati Rais Samia akitaja sababu za kutaka Simba aitwe jina la Tundu Lissu, mwenyewe amesema kiongozi huyo mkuu wa nchi yupo sahihi kutokana na asili ya ukoo wao. Lissu alivyotafutwa na mwananchi kuhusu jina lake kupewa Simba amesema Rais Samia yupo sahihi, kwani yeye amezaliwa kwenye ukoo wa mashujaa wa Kinyaturu, watu waliowahi kuua simba wala ng'ombe na wezi wa ng'ombe wao. Kwa Kinyaturu mashujaa hao huitwa ahomi, umoja muhomi. Babu yangu mzaa baba Mugwai alikuwa muhomi, aliua simba aliyevamia na kuua ng'ombe wake. Baba yangu aliyenizaa mzee Lissu naye alikuwa muhomi, aliua simba mara mbili waliovamia na kuua ng'ombe wake, amesema Tundu Lissu ukiachana na simba huyo pia wapo wanyama wengine wenye majina ya viongozi akiwemo faru Magufuli, faru Majaliwa, faru Umi Mwalimu, faru Janet Magufuli, faru balozi Regina Hes na faru Samia ambaye yupo kwenye mchakato wa mwisho kupewa jina hilo. Wengine ni faru Pius Msekwa, faru Telele, faru Ndugai, faru Obama, faru Sokoine, faru Lemanya, faru Hilary Clinton, faru Semfuko, faru Mabula na faru Gloria. Kwa nini majina ya viongozi? Katika ulimwengu wa sayansi na uhifadhi ni kawaida baadhi ya wa wanyamapori hai au waliogunduliwa kupewa majina ya wagunduzi au watu mashuhuri duniani wakiwemo wanasiasa, wasanii, wanamichezo na wanasayansi kutokana na sababu mbalimbali. Mbali. Utaratibu Tanzania wanyama kupewa majina kwa mujibu wa mamlaka mbalimbali za uhifadhi. Wamesema kuwa zipo taratibu za mtu jina lake kupewa wanyama au wataalamu kuamua kufanya hivyo kutokana na mchango wa muhusika na sababu nyingine. Wapo wafalme kama Charles wa tatu wa Uingereza, Bill Clinton, John F Kennedy Winston Churchill na wengine wengi ambao majina yao yamekuwa yakitumiwa kuita wanyama wa nyumbani na porini. Uamuzi wa Rais Samia kumwita simba huyu Tundu Lissu ni jambo la kawaida katika uhifadhi na sasa simba huyo ataendelea kutambulika kwa jina hilo kama ishara kwa Lissu na wadau wengine kuendeleza uhifadhi, ameeleza ameeleza mhifadhi mmoja mwandamizi kutoka Tawa ambaye hakutaka jina lake litajwe. Hivi ndivyo ninahitimisha stori hii ya kusisimua ya Tundu Antipas Lissu kabla hajawa mwenyekiti na kukamatwa. Kama ambavyo umepata nafasi ya kusikiliza na kutazama ndani ya stori hii, umepata kuona jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyompa jina la Tundu Lissu simba kwa sababu Tundu Lissu ni machachari sana, ni mbishi na ni mtu ambaye anaonekana e, kutokupindishwa juu ya kila ambacho mara nyingi amekuwa akikiamini. Ndio maana rais ameamua kuchukua jina la Tundu Lissu na kumpatia simba. Kuhusiana na stori hii ya kusisimua ya Tundu Antipas Lissu kabla hajawa mwenyekiti na kukamatwa